Mwaka huu ni mwaka wa uchaguzi na mwaka huu chama chetu kitaongoza vyama vyengine kwenda kwenye, kwenye uchaguzi. Na nimesema hivi kwa sababu ndio chama kikubwa, ndio chama chenye wanachama wengi, ndiyo chama kinachopendwa kinacho na watu wengi, lakini kama hiyo haitoshi, ndio chama chenye historia ya kipekee katika nchi yetu. Kipigeni makofi chama cha mapinduzi. Sisi tukiongozwa na mwenyekiti wetu Samia Suluhu Hassan tumeshaweka mguu sawa, na uzuri wa chama chetu, unapomaliza uchaguzi mmoja, ndipo tunapoanza kujipanga kwenda katika uchaguzi mwingine. Chama cha Mapinduzi tayari tumeshajipanga tukiongozwa na rais wetu Samia ambaye ndio mwenyekiti wetu wa Chama cha Mapinduzi kwenda kwenye uchaguzi. Na ukitaka kujua kama tayari tumejipanga, angalia serikali za mitaa. Nikupongeze sana mwenyekiti, ongera sana kwa kuchaguliwa Asilimia tisini na nane tumeshinda katika uchaguzi wa serikali za mitaa. Nguvu ile sio nguvu tu, imetokana na chama cha mapinduzi. Nguvu yetu inatokana na wanachama wetu, lakini na wananchi wa Tanzania kuendelea kukiunga mkono chama chetu, chama cha mapinduzi. Sasa nimeanza kuwasikia baadhi ya watu, na mzee wangu anataka kutia mpira kwa pani, na sio kwamba wanataka kutia mpira kwa pani, wanajijua kwamba timu yao bado hawajajipanga wanajua timu yao kwamba haina uwezo, wanajua timu yao kwamba haina ushawishi wa kwenda kushindana ama kusimama na Rais Samia, ya kwenda kusimama na Rais Dr. Mwinyi, ambapo mgombea wetu kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa heshima kubwa ya jumuiya umoja wa vijana, ni mwenyekiti mstaafu wa jumuiya umoja wa vijana ambaye ni katibu mkuu ndugu yetu Emmanuel Nchimbi. Hawana watu kusimama wa kusimama nao, sasa wameanza kupindisha pindisha maneno na wanajaribu kutafuta viji sababu, mara si tunasusia no reform no election. Nataka tuwahakikishieni, wakija tunao, wasipokuja tunao, hapo vipi? Na sisi kuna msemo mmoja wa Kiswahili tunasema eh, ukisusa wenzio, ukisusa wala sisi, tutaendelea kula pale pale, lakini nguvu hii inatokana na wananchi wa Tanzania, lakini kama hiyo haitoshi Ukirusha jiwe izani, ukisikia mlio, maana yake ile jiwe limewapata. Kwa hiyo mlio yote mmesikia ambayo inaosemwa i ni kwa sababu ya utekelezaji mzuri wa ilani ya Chama cha Mapinduzi na kimsingi ahadi ya chama chetu iliyoweka kwa wananchi wa Tanzania. Lakini mwisho, tunawaambia hivi, kelele za chura sisi hazitusitishi kunywa maji maana yangu ni nini kelele zao sisi hazitotutisha wala hazitotufanya sisi tusimame tusiendelee kupeleka maendeleo kwa watu ziitufane sisi tutasimama kuendelea kufanya, kufanya kazi za watu lakini hazitotufanya sisi kusimama kuendelea na kujipanga na uchaguzi wa elfu mbili na ishirini na tano wakati tunaenda katika uchaguzi sisi kama vijana tukatambua zipo haki mbili kuna haki ya kuchagua pamoja na haki ya kuchaguliwa. Lakini katika haki ya kuchaguliwa pia napo pana haki hizo mbili, kwa maana kuna haki ya kushinda na kuna haki ya kushindwa. Lakini sambamba na hilo, tunapoenda katika uchaguzi, sisi sote tunatambua kwamba kamati za utekelezaji za matawi, kamati za utekelezaji za kata nazo zimeweza kuongezwa sasa ili kwenda kushiriki katika uchaguzi wale wa, wanaotoka kwenye matawi basi wataenda katika mkutano mkuu wa kata, lakini wale wanaotoka katika makata wataenda katika mkutano mkuu wa wilaya. Kwa hiyo tutakapoenda huko, ndugu viongozi tuliochaguliwa 22 kwenda 27 kazi kubwa tuliyoiomba sasa ndio tunaenda kuitekeleza, kwa sababu kazi kubwa tuliyoiomba ni kwenda kuhakikisha Chama cha Mapinduzi kinabaki chama dola kama ibara ya tano ya Chama cha Mapinduzi inavyotuambia. Twendeni tukachague viongozi kwa haki, tukachungua viongozi wanaopenda utu, lakini tukachagua viongozi kwa ubinadamu. Na sisi tunapoongoza twendeni tukaongoze kwa haki, na twendeni tukaongoze kwa utu.